Ngalie. Si mtoto limekoma lakini alinielewa. Kwa oh, mimi siangaiki na hivyo vitu vyenu <laughs> vya 2000 <laughs> mi mimi na dili na wajane tu. Sikiliza. Atachosema mwamba ni cha ukweli, baba na kitoto sasa hivi viziwa namna hii, yaani vikicheza namna hii. Sasa wewe ndio ni zile wewe, tumeongea vizuri kwenye simu, unaniambia Simba anacheza. Sasa hivi tena unasema Simba. Wewe na wewe kwani mimi si nilikwambia kiutu uzima pale eh? nilikwambia Simba inacheza kwa sababu mtoto alikuwepo. Sasa nafikiri mtoto wenyewe mkubwa kama Kamau, mimi nitasemaje? Yaani kitu mimi ndo nilishangaa, sasa unaponiambia oh, anacheza basi, saa hizi anachezi, kumbe kwa ajili ya mtoto keshaenda shule e, sawa. Simba anacheza. Basi haina noma, nakuja nikupe nikupemunosumu. <laughs>

ulivyoniambia sijui Simba anacheza, akili yako simu inaita tena, nikasema huyu huyu <laughs> e, ebu, ebu, ngoja kwanza, ng'ombe huyu nani? Eh, hey, mama, mbona hujaenda shule mwanangu? Shuleni kuna vita mimi, maana nimekimbilia huku. Hiyo vita babu yako shule. Ha, mama mama mama mama kuna vita, babu. Eh Eh Eh hebu nisikilize mimi kwanza. Mtoto apigwi, mtoto anaelekezwa tu. Ah, Ah, ni mama mwangalie, basi, basi sasa hapa, angalia angalia matoka matoka na na hapo, hapo utachagua utachagua wote basi, utatoa hii Simba au Yanga mwenyewe hapo anapuliza. Eh, yule anapuliza.

Mtoto unamdekeza mno inavyoonekana. Unaruhusu vipi mtoto anaingia mpaka chumbani? Basi usiniseme sana kwako, nisikuseme mimi mwenyewe, nina watoto vile vile. Ndio maana nakuja kubana huku, yaani mtu unatafuta hadi tekniki ambazo hazipo. Unajua hata tekniki gani, mwanangu? Sasa ndio nini, mambo mambo gani? mitoto lenyewe nimelifukuza, nimeondoka kabisa mpaka shule. Ndo maana nakuambia mimi, asebi Simba hachezi. Kwa hivyo unaniambia wewe Simba wachezi? Anacheza, anacheza, anacheza. Aya, wote tupo ndani hapa kaingiaje? Wote alikuonyesha show. Wewe unadekeza sana. Anaanza kuchoka. Ananijibia stories zangu mbona?